ya maisha nguvu ya kufungua mipenyo ya maisha. Tutakuwa na maombi matano ya moto. Kitabu cha Mathayo 11:12 anasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio wanaotega. Na tutapitia mistari ya Biblia kwenda tupeleke kwenye maombi. Mstari wa kwanza ni kitabu kile cha Zaburi ile sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu, na nitaomba nisome ili tuweze kwenda pamoja. Zaburi sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Sikiliza kwa makini, anasema Zaburi sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu, maandiko yanasema Bwana watasi wangu wamezidi kuwa wengi na ni wengi wanaonishambulia, ni, ni wengi wanaoniambia nafsi yangu wokovu wa Mungu. Na wewe Bwana uu yangu pande zote utukufu wangu, na mwinoa kichwa changu kwa sauti yangu namwita Bwana naye anaitikia toka mlimani wake mtakatifu. Leo sijajua wangapi wanakunyoshea kidole hivi, naenda kanisani kufanya nini? Huyo mungu unamwamini wa nini? Mbona sienda kanisani na magari na majumba. Adui wanaokushambulia na kucheka, mko wengi. Unapoanza kumwamini Bwana ndipo Bwana ndiye mwinua kichwa cha Mungu. Nikumbuke kwa kumwomba Mungu Baba, nahitaji mpenyo mmoja shuda ambao utabadilisha historia ya maisha yangu, chiomela Nimekuja nyumbani mwako, nahitaji ushuda mmoja nisije nikafa bila ushuda kwa ajili ya jina lako, kwamba wewe kwa ni Mungu unayefanya kazi katika maisha yangu. Ombi letu la pili caa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na mbili kuanzia mstari wa nne anasemaje? Matendo ya Mitume sura ya kumi na mbili kuanzia mstari wa nne anasema alipokwisha, kumkamata akamweka gerezani, akamtia mkononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne, wamlinde hata baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele za watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya malango wakilinda gereza. Mstari wa saba: mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika pande zote, akampiga Petro bavuli akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo ikamkia mikononi, malaika akamwambia jifunge, kavae viatu vyako Akafanya hivyo, kisha akamwambia jivike nguo zako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua kwamba ni kweli aliyofanya na malaika, bali alizani kwamba anaona maono. Na walipotoka lindo la kwanza na la pili, wakaja lango ya chumba chuma la kuingilia mjini ukafunguka wenyewe. Nini kilifanya mlango ufunguke? Maombi. Petro alikuwa katika hali ya kukata tamaa katika namna ya kibinadamu Ukichiangalia umri uliokwenda, ukiangalia maisha yanavyokwenda, uone kinachoweza kutokea katika maisha yako. Na ukiangalia uzee unakuja, majukumu yanazidi kuwa mengi. Lango la kwanza limefungwa, maomba, lango la pili limefungwa, anasema lango la tatu linaingia mchini. Kilichotoa lango la kwanza, lango la pili, kanisa liliomba. Maombi yanaweza kutoa katika lango lote. Ndio maana kitabu cha matendo mitume, ombi letu la tatu, sura ya kumi na sita mstari wa 25, tuangalie anasemaje, Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25 anasema ikawa, 25 anasema lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimomba Mungu na kuambia nyimbo za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Ghafla pakawa tetemeko, na wafungwa tetemeko la nchi, hata misingi ya gereza katita, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyao vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona kwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kuchiwa, akizani kuwa wafungwa wamekimbia. Paulo na Sila walikuwa katika hali ya kukata tamaa, hakuna kitu kinachoendelea, lakini wakajua na mtaji mmoja kumsifu na kumuomba Mungu. Usipende kuangalia matatizo anapitia, amua achiona alatatu o alifanya korona Sila, na mungu a atafanya jambo la tofauti. Ombi letu la nne la mwisho, kitabu cha Isaya sura ya arobaini mstari wa 28 mpaka thelathini. Isaya sura ya arobaini mstari wa 28 mpaka 30 tasoma katika jina la Yesu. Anasema yeye, yeye Mungu anasema, Je, ukujua ukusikia? Yeye Mungu wa milele Bwana muumba misho ya dunia, azimi wala achoki, akili zake azichunguziki. Uwapa nguvu asimiao, umeongezea nguvu yasiye na uwezo. Haya vijana vijano watazimia na kuchoka. Vijana watanguka, bali a wamgojea Bwana watapata nguvu mpya. ndoee tan baba hitaji baba, nimeomba nime sana, bado mambo yanagoma, nahitaji nguvu mpya ya kuomba tena kwa bidii, kwa sababu tumejua siri kubwa ya maisha mwanagamu evcho kwenye maombi. Tusimame, tusimame, naomba tupalizie.